Wa kibaraza na atakapokuwa akisoma majina na nafasi zao, waliosomwa watakuwa akijongea hapa mbele na kusimama upande wa chini, na kisha hatua inayofuata itawafikirieni. Wanamkutano, naomba nimwalike katibu wa kibaraza aweze kutuletea orodha ya majina yaliyopendekezwa kwa uongozi wa ATAPE mwaka wa elfu mbili ishirini na tano hadi mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba Katibu, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wa jumbe wa mkutano mkuu na waangalizi waliokuwepo hapa, niuhusu nisome hoja tu ya mapendekezo, nisisome hoja zingine kwa ufusuli. Orodha ya majina ya viongozi waliopendekezwa. Mwenyekiti wa ATAPE taifa aliyependekezwa ni ndugu Moses, Moses Masienene. Narudia tena mwenyekiti wa ATAPE taifa aliyependekezwa ni ndugu Moses Masienene. Makamo mwenyekiti mipango na fedha anaitwa Lia Kitimbo Webiro. Narudia tena Lya Kitimbo Webiro. Makamo mwenyekiti uinjilisti anaitwa ndugu Mrekwa Charles Kihongwe. Makamo mwenyekiti uwekezaji Lya Kitimbo Webiro hajaonekana. Makamo mwenyekiti uwekezaji anaitwa ndugu Josephine Mwita. Josephine Mwita, tafadhali popote pale ulipo. Alafu msaidizi wake ni Wilson Jackson. Katibu mkuu Jones Lugoye. Katibu mkuu msaidizi Legani Mchome. Mwazini mkuu CPA Msafiri OP, japo hataki kuitwa CPA. Mwazini msaidizi daktari na CPA Melezia Semba, mkaguzi wa ndani CPA Musa Haluni, shauri wa masuala ya sheria ndugu Lusiu Peter, na hakimu Wilson Mwita. Kwa idara ya mawasiliano na uhusiano tulivu, jamani, kidogo mkuu wa idara ya mawasiliano na uhusiano Filimoni Macha nne macha nne, na msaidizi wake Dr. Joshua Kandonga, mkuu wa idara ya uwezeshaji wanawake Madam Janeti Senkondo na Madam Flora Nduta, mkuu wa idara ya afya Dr. Samueli Kikalo, mkuu wa idara ya elimu Madamu Haika Mzava wajumbe wa kamati kuu tendaji ya ATAPE taifa: Lazaro Masatu, Richard Bananga na Emi Emmanuel. Walezi wetu wa ATAPE taifa wanafahamika Pastor Shingoro Magoti na Nikodemasi Ntabindi. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana katibu. Tunafikiria ya kwamba kwa sababu ya muda, baadhi ya waliopendekezwa hawako pamoja nasi, lakini kamati imefanya mawasiliano na tumepokea taarifa za kukubali kwao. Naomba niulize, bwana mkutano, ni wangapi wanakubaliana na mapendekezo ya kamati mapendekezo ya kibaraza cha uchaguzi ya kwamba orodha iliyoletwa iwe ndiyo viongozi watakaokiongoza chama cha ATAPE Taifa mwaka wa 2025 hadi mwaka wa 2027, mnaokubali mnyosha mikono, mpeperusheni vile vi, peperusheni vile vibendera vile. Mnaopinga naomba na ninyi mpeperushe vibendela au zile kadi. Asante sana wajumbe kwa kukubaliana na mapendekezo haya. Na sasa kamati kibaraza kilichokuwa kinafanya kazi ya kupendekeza majina naomba kutangaza kwamba kimevunjwa na sasa mnaweza mkaanza kuenda, maana mmefikia vunjwa <laughs> na ninapofikia mwisho huu, kwa sababu siku ya kesho, siku ya leo lakini mchana wa kesho watakuwa wakiwekwa wakifu kwa ajili ya kazi nipende tu kuchukua nafasi hii kumwomba mtumishi wa Mungu Daktari na mwenyekiti wa jimbo la trvfu aje atoe ombi tura shukulani kwa kazi hii nzuri iliyofanyika, na siku ya kesho a siku ya leo mchana, basi viongozi wetu maaskofu wetu wa nyunyoni zote mbili watawaweka wakfu na kutoa nasaha kwa viongozi hawa wapya. Asanteni, asanteni, asanteni Pastor, karibu. Naomba tusimame tupate kuomba. Baba mumba wetu, awali ya yote tunashukuru sana kwa utulivu uliokuwepo katika zoezi zima la kutupatia viongozi ATAPE Taifa ishirini na sita ishirini na saba. Tulipoanza zoezi hili, tuliliza uwepo wako na uongozi wako, na kwa sababu imekupendeza ndugu hawa miongoni mwa wajumbe, miongoni mwa memba tulio nao katika ATAPE washike vijiti kwa miaka tena hii miwili. Umewaleta mbele yetu ni kwa sababu wametoka kwako. Tunasema asante sana Mungu wetu, kutupatia viongozi hawa. Tunaposhukuru hivi, tunaomba uwepo wako pamoja nao, ukaambatane nao, ukiwapatia utulivu ili kuruhusu sauti yako iendelee kunena pamoja nao kwa wito uliowapatia, ili hapo kesho utakapowaleta tena mbele zako kwa ajili ya kuwapatia uwezo na nguvu itokayo juu mbinguni. Tuwe na kila sababu kutano hili kusema, hakika Bwana umetupatia viongozi wa kutuvusha tena katika mula unaofuata. Asante kwa ajili ya uongozi uliopita, kwa namna pekee sana ulivyotembea pamoja nasi. Tumeshuhudia mkono wako ukituongoza kama wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani. Tumeona makuu katikati ya msafara huu chini ya kiongozi na mwenyekiti wetu Nyaruba. Hatuna sababu ya kujuta, bali tumeona ATAPE ikikua siku hadi siku. Twasema asante Mungu wetu. Sasa ruhusu katika masaa haya ya usiku yawe matulivu kwa kila mmoja wetu Tupatie pumziko la amani na kesho asubuhi utulete mali hapa, tukiendelea kujilisha kile chakula cha kimbingu. Twaomba tukiamini umetusikia katika Kristo uliye Bwana na mwokozi wetu Amen. Asanteni, mnaweza kwenda kupumzika. Naomba nirudishe share na share na